Helo, Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu popote pale unaposikia sauti yangu, Mungu akubariki sana na karibu tena katika chaneli yangu. Ni siku nyingine ambayo Mungu ametuwezesha mimi na wewe kuweza kukutanika tena katika kipindi kizuri ambacho unapata kujifunza neno la Mungu kwa kina na unapata mafundisho na maarifa mengi siku hata siku na siku ya leo, ninalo somo ambalo linahusu ama linasema, nguvu mpya. Nguvu mpya, unaposikia kichwa cha somo kinazungumzia nguvu mpya, ina maana ya kwamba kuna nguvu ambayo hapo mwanzo ilikuwepo, lakini yamkini imeisha ama imeondoka ama imepungua. Na unaposema nguvu mpya, manaishi, inamaanisha ya kwamba kuna nguvu ambayo inakuja kwa upya tena pale ambapo ile nguvu ya mwanzo iliishia ama ilishindwa kuendelea, na hii nguvu mpya inakuja kuendelea kufanikisha lile jambo ambalo ilikwisha kuanza, iwe ni huduma ilianza, lakini ilifika mahali nguvu ikapungua, ikaanza kushuka. Inapoachilia nguvu mpya, inamaanisha inakuja kuinua tena kile kitu ambacho hapo mwanzo kilikuja kwa spidi, lakini ikafika mahali kikashuka ama kikadidimia. katika maisha yetu ya kila siku, hasa yale ya kiroho na hata ya kimwili, Mungu anatu, ana, anatupa nguvu ya kutuwezesha kutufanikisha baadhi ya mambo, kupigana vita na kuweza kushinda. Lakini kuna wakati unapaswa kutambua kwamba nguvu huwa inapungua. Iwe uwe ni mwana maombi, kuna mahali kuna wakati nguvu ya maombi inapungua, ule moto unapungua makali, na tunasema katika wakati huo unahitaji kuomba nguvu mpya, upewe nguvu mpya, sio kuendelea vita, ila unatakiwa vita usimame kwa muda, uende ukatafute nguvu mpya. Unajifunza kwa mnyama ama ndege tai, ambaye yeye kuna wakati unafika ambapo huwa anajinyonyoa yale manyoya, ili aweze kuota mengine mapya ambayo yatamwezesha awe na nguvu zaidi ya kuweza kuruka juu sana. Unahitaji kukaa mahali ili uweze kupata nguvu mpya kutoka kwa Mungu. Unahitaji kutumia ama kuwa na maarifa, hasa katika nyakati ambazo unapitia katika maisha yako, ili uweze kutambua, hapa pana nitaka nifanye kitu gani? Kuna wengine wana imani juu ya Mungu, wanamtumikia ya kwamba ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote, na kauli hiyo inawafanya hata kama wamechoka wao wanaendelea kupambana vita, kitu ambacho ni hatari. Wanapigana vita kubwa na yenye nguvu kuliko nguvu iliyo ndani yao, na matokeo yake wanakuta watu maisha yao yanakuwa ni mabaya, majaribu, shida mbalimbali zinainuka na wanashindwa kuzitatua, wanapitia mambo mengi magumu, magonjwa, familia inateseka na hiki na kile, lakini ni kwa sababu walichokoza vitu pasipokuwa na nguvu ya kutosha. Tuangalie katika Biblia, kile kitabu cha Luka sura ya tano, kitabu cha Luka sura ya tano na ule mstari wa 36. Biblia inasema akawambia na misali, hakuna akatai kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kuukuu, na kama akitia, amelikata lile jipya, na kile kiraka cha vazi jipya hakilingani na lile vazi kuukuu mstari wa saba anasema, wala hakuna mtu atiai divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama akitia, ile divai mpya itavipasua vile viriba, divai yenyewe itamwagika na viriba vitapasuka ama vitaharibika. m9 anasema, lakini divai mpya sharti kutiwa katika viriba vipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona ya kwamba anasema divai mpya sharti kutiwa katika kiriba kipya, kwa maana divai tunaweza tukachukulia kama mafuta ambayo Mungu alikupaka kwa ajili ya kazi maalum, kwa ajili ya kusudi fulani. Ulipakwa mafuta, mafuta ya kibiashara ukafanya biashara. Ulipakwa mafuta ya huduma ukamtumikie kama mchungaji, kama mtume, kama nabii, kama mwalimu, kama mwinjilisti. Ulipakwa mafuta ya kitu fulani ili ukatimiza hilo kusudi. Natambua mafuta ambayo Mungu anakupaka lazima yanaambatana na nguvu yanaambatana na neema yanaambatana na ulinzi na vitu kama hivyo. Sasa yale mafuta ambapo Mungu anakuwa anakupa siku ile ya kwanza, anakupaka ili uweze ukatumikie kusudi lake, anakupa na nguvu ya kuwezesha kutumika katika sehemu ambayo amekukusudia. Yale mafuta kabla haja kupaka, alikutengeneza. Utakuwa shahidi, mimi na wewe, kabla haujaingia kwenye wokovu au haujamjua Yesu, kuna mahali ulikuwepo, kuna aina fulani ya maisha ulikuwa nayo hapo mwanzo lakini ili uweze kusikia neno la Mungu siku hii ya leo, kuna kuna namna Mungu alikutengeneza kwanza. Ulitengenezwa ndipo Mungu akakupaka mafuta, ukajikuta unapenda vitu vya Mungu, unapenda injili, unapenda mafundisho. Lakini mwanzo yamkini ulikuwa unapenda vitu vingine tofauti. Hiyo ni ishara ya kwamba Mungu alianza kukutengeneza kabla haujaingia kwenye wokovu. Alianza kukutengeneza akijua kuna siku itafika, matengenezo yatakamilika na utapewa cheti, ambacho ndio ile siku ulimpokea Yesu kwa Bwana na mwokozi wako, ukaokoka, alikuwa ni matengenezo na mafuta yakaachiliwa juu yako na ukaanza kutembea kwenye yale maisha ya kusudi la Mungu, yale maisha matakatifu ambayo Mungu alikusudia uyaishi, japokuwa kila mtu anaishi maisha yake kulingana na aina ya mafuta yaliyo juu yake. Kuna mwingine na mafuta ya biashara, mafuta ya kilimo, mafuta ya ufugaji, kama fulani akifuga mifugo inazaliana sana. Huyu amepakwa mafuta ya huduma ya utumishi kanisani. Kwa kila mtu ana mafuta ya aina yake ambayo Mungu amempaka aweze kutimiza ile jambo. Sasa ile nguvu ambayo ilikuja hapo mwanzo huwa inafika mahali inaisha. Hata biashara unaweza ukaanzisha leo, wateja wakajaa wakawa wengi msimu huu ambao umeanzisha, kwa sababu ni biashara mpya. Itafika mahali wateja watapungua, ile nguvu ya ile biashara inaanza kupungua, kufifia, changamoto mbalimbali, hasara, lakini ulipoanzisha uliona faida. Unapoona vitu kama hivyo visikutishe ama kukuogopesha ama kukukatisha tamaa ukaacha kile kitu ambacho ulikianzisha ama ulikuwa unakifanya. Tambua ni hali ya kawaida ya uchakavu. Kila kitu lazima kichakae, hata magari tunaendesha, pikipiki, kila kitu kinachakaa. Lakini kuna wakati hata gari huwa tunapeleka gereji ikafanyiwe service kuna kitu fulani kimechoka ndani ya gari, tunakitoa tunawekea kipya ili ile gari iendelee kuwa na nguvu sawa na mwanzo. Tunaondoa chenye udhaifu, tunaweka kitu chenye nguvu ili mambo yaende sawa. Kwa unapoona kitu kinachoka, biashara inachoka, kilimo hakiendi vizuri, ni hali ya kawaida ila hautakiwi wewe kukaa katika hiyo hali ya uchakavu. Gari yako imechakaa, unaendelea kuiendesha katika hali ya uchakavu, mwisho siku itakuja ikuua, ikumaliza, kwa sababu haukufanyia matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Uchakavu upo, lakini kitu kibaya ni kuendelea kukaa katika hiyo hali ya uchakavu. Na katika mistari ambayo tumeiona katika Luka tano kitu ambacho nilihitaji sana uweze kukielewa unapoingia kuomba nguvu mpya, unapoangalia mstari wa thelathini na nane anasema, lakini divai mpya sharti kutiwa katika kiliba kipya kwamba unaomba mafuta mapya, Mungu achilie mafuta mapya yenye nguvu mpya. Anasema lazima ayu mafuta hiyo divai imiminwe kwenye kiliba kipya kwamba wewe utengenezwe tena, ile hali ya uchakavu, uchafu uoshwe, na kila kitu ki, ki, ki, kiwekwe vizuri. Sitegemee kuona kwamba gari imepelekwa kufanyiwa matengenezo na inarudi nyumbani ikiwa chafu, imejaa oili, imejaa kila aina ya uchafu. Ai, gari haitazamiki. Alafu nasema nilienda kutengeneza, nipeka service? Hapana, divai mpya sharti itiwe katika kiliba kipya. Kwa maana gani? Kwa maana wewe, kabla ujaomba nguvu mpya, ujaomba mafuta mapya, Bwana akupake mafuta mapya, unahitaji kuingia kwenye toba, Mungu akutengeneze pale ambapo umeenda kinyume, akurehemu, akusamee, akutakase akutengeneze na akupe uwezo wa kuyabeba hayo mafuta yanayoachiliwa juu yako. Tena jitengeneze, jifanye kuwa kwamba wewe ni kiriba. Mwambie Mungu, mimi ni kiriba ambacho mwanzo nilibeba mafuta ya kale, nibeba divai ile ya kale, lakini sasa nimechakaa, siwezi tena kubeba divai mpya nimechakaa siwezi kubeba upako mpya, siwezi kubeba nguvu mpya katika hali hii ya uchakavu, nitengeneze. Tengeneza roho yangu, nafsi yangu, tengeneza akili na fahamu zangu, ili niweze kubeba huu upako mpya na mafuta mapya yanayoachiliwa juu yangu. Tena mwambie Mungu akutengeneze, akuimarishe pale penye dosari penye udhaifu aondoe, akuponye kila majeraha, na akuvike nguvu mpya na ujasiri. Tena ukishafanya maombi ya aina hiyo, ukajitengeneza, mwambie Mungu akufinyange, akufanye kuwa kiriba kipya, akufanye kuwa vazi jipya, kiriba kipya. Sababu ule mstari wa 36 anasema, hakuna mtu akatae kiraka cha vazi kuku na wewe kwenye vazi jipya, kwa sababu kitaendelea kuchanika kuchanika kuchanika kuchanika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama ni vazi jipya limechanika, unahitaji kutafuta kiraka cha vazi jingine ambalo jipya, alijawa kuku, kwa sababu hata ukichukua kiraka kipya ukaweka kwenye, kwenye vazi ambalo limechoka lile vazi litachanika mbele yake tena, itaendelea kuchanika na utakuwa haujafanya chochote kwayo. Mwambie Mungu akutengeneze, akufanye kuwa kiriba kipya, akuunde kwa upya, akufinyange tena, na ndipo aachilie mafuta mapya juu yako, aachilie neema mpya, nguvu mpya, pako mpya, aachilie kibali achilie uweza mpya wa ndani wa rohoni. Na ndipo ukiangalia katika Zaburi ya 92 ule mstari wa 10 na 11, Daudi anasema ya kwamba, bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. Mstari wa 11 anasema, na jicho langu limewatazama walioniotea, sikio langu limesikia habari za waovu walionishambulia shambulia. Unapoona mstari wa 11 nasema jicho langu limewatazama walioniotea, ina maana kuna wakati alichoka kiasi ya kwamba kuna watu walikuwa wanafanya kumpiga kwa kumotea, na hajui nani amempiga. Anapitia vita kali kiasi ya kwamba haelewi zinatoka wapi ila anasema kwa sababu mstari wa kumi ya kwamba amepakwa mafuta mabichi. Sasa atainuka, macho yake yametiwa nguvu, atawaona wale waliokuwa wanamwotea, masikio yake atasikia. Aaesha, kuna wakati alichoka hata macho yake hayawezi tena kuona nani anamshambulia, masikio hayawezi tena kusikia kitu gani kinakuja. Yupo yupo, kama hayupo vile, haelewi kinachoendelea, ila hali inazidi kuwa mbaya mpaka pale mafuta mabichi yalipoachiria juu yake, akasema, sasa macho yangu yatawatazama, nitawaona wale ambao waliniotea. Akishawaona maisha anaanza kupambana kwa sababu katika vita ni hatari kupambana vita kama haujui adui ya yako unayepambana naye ni nani na yuko wapi. Ila kwa sababu Daudi amepakwa mafuta mabichi, anasema jicho langu limewatazama walioniotea. Inamaanisha akishawaona adui ni rahisi kupambana nao, kwa sababu mwanzo hakuwaona, hakujua wapi silaha zake hazielekezi, lakini sasa macho yamewatazama, baada ya kupakwa mafuta mabichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uchakavu upo, uchakavu wa kiroho uchakavu wa kimwili upo, lakini usikubali kukaa katika hiyo hali ya uchakavu. Piga hatua, jitahidi utoke katika hiyo hali ya uchakavu. Mwambie Mungu akutengeneza, kufanya kwa upya. Kama uliingia katika dhambi, mwambie Yesu akusamea kutakase afute maovu. Mwambie Bwana, ingia kwa upya tena katika maisha yangu, akupe wokovu tena, jina lako aliandike tena upya katika kitabu cha uzima. Usikae katika uchakavu wa hali ya dhambi, mwambie Yesu, nishike mkono tena Yamkini kuna wakati ulimwacha Mungu, mwambie Yesu, narudi msalabani, kunishike mkono tena, nisizame, uniinue, unitoe katika hali hii, unitengeneza, unifinyange, uniongoze na mapenzi yako Mungu akapate kutimizwa katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina imani mtu wa Mungu, kuna jambo ambalo umelipata, umejifunza, na kwa siku ya leo ningependa niishie hapo, ila fanya hayo maombi. Ni maombi ambayo yana msaada mkubwa sana, kwa sababu sisi sote ni wapambanaji, sisi wote ni watu wa vita. Kama upigani vita ya, ya, ya kiroho, basi kuna vita ya kimwili na kila siku umekuwa na mapambano. Hakuna mtu ambaye hana vita, na kama kila mtu ana vita inamaanisha kuna wakati lazima utachoka, na ule wakati ambao unachoka unahitaji nguvu mpya ili uendelee na mapambano, uweze kushinda. Ukikaa katika hali ya uchakavu, uwe na uhakika kuna siku adui hata kumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu akubariki wa kwa wakati wako, na kama hujasubscribe chaneli hii Tafadhali bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili uwe mwanafamilia pindi ambapo nitaweka masomo mbalimbali, basi utakuwa ukipewa taarifa na hautapitwa na jambo lolote katika chaneli hii. Mungu akubariki, usisahau ku like ku share ku comment chochote ambacho mungu amekugusa. Mungu amekubariki katika somo. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema na tukutane katika somo lijalo.